Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kuna uh, habari nimeipata kuhusiana na mchepuko wa Diamond anaenda kwa jina la Rita ambaye kwa namna moja ama nyingine aliyeingia live na akaweza kuzungumza na mashabiki zake sasa wengi wanataka kujua kwamba ilitokea nini kwa sababu tunakumbuka aliyesema kwamba yeye Diamond alikuwa ni mtu bairi sana na hakuwe, hakuwahi eh, kumsaidia chochote kipindi cha uhusiano wao. Diamond aliomba vitu kadhaa lakini alishindwa kabisa eh, kumsaidia. Sasa eh, inasemekana kwamba uh, huyu mwanadada bado kwenye mahusiano ya kimapenzi sasa. Alipoingia live akaweza uh, kusema kwamba yeye bado na nasibu ni damdam dam. Sasa kuna neno lina kwa jina la RNA ambayo linaanza ku trend sana kwenye mitandao ya kijamii e, sasa yeye akaulizwa nini maana ya RNA kwa sababu, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine watu watakujua ni kitu gani kinachoendelea, e, kuhusiana na jina hilo analojiita yeye. Akasema kwamba RNA e, NA watamalizia mashabiki, sasa na Uh, mashabiki kwa nilivyosoma comment nyingi, uh, zinazungumza kwamba ni Nasib Abdul uh, maanake ni kwamba uh, yeye bado siyo single, bado hayupo single. Kwa hiyo uh, kitu kama hicho akiwezi uh, kutokea, yeye bado anaendelea na Nasib. Sasa maoni ya mashabiki uh, wakaja baada ya live yake uh, kutokea, mmoja kaandika, lita lala wewe, si wa kwanza kuvirigwa na yule mtu Mwingine anasema kwamba mbona akakaza shingo kwenye sipo singo. Ngoja ni waibie siri mmoja. A, wanawake wenzangu, nilikuta mwanamume ni mtu ambaye anaweza kumshika ana cheat na akakuomba msamaha na akakwambia msama, aka unataka nini kama uamini ni kama nimeachana naye na simtaki tena na anaweza na, aka akafanya unachotaka wewe na ukathibitisha umeachana. Baadaye anakuzunguka mchepuko wake anaendelea walipoishia kama kawaida. Anasema hivi, nasema nilikuta kama haya mimi akizungumza e, kwamba yana mkuta Zuchu, kwamba anaweza akakubaliana, afu mwisha siku akaendelea naye. Haya, mwingine asema kwamba na uh, eh, uh, hapa akasema kwamba mkiondoa mfilter binadamu wote ni sawa. Mwingine sema bwana, anyway binti mzuri ila na sura ya kizee na mwesema huyu ni yeye au mama yake, na sura yake kama viazi mbatata. Mwesema Diamond alifeli wapi, mbona ni kiumbe. Mwesema na sura yake pa kama frampini hemotoni. Ngine akasema <laughs> anajiambisha wenza, wenzake huyu mwesema, katika mademo ambao hawajitambui wa kwanza huyu. Mwesema kwamba basi huyu ndo mhusika wa lile do, dongo la dazuu kuwa mara kumi ungekuwa mbaya fuue na hela ila tezo lako mbaya, afu hauna ila ila. Yule sala alijishuku bure tu. Mhusika wa ile nyimbo ni huyu bwana eh, inaonekana ni huyu e, na si mwingine unasema nitaka kujifunya lita nasibu Abdulla. Ukweli ni kwamba yule tunamjua kama nasibu nyange, au sio? Tunamfanga kama nasibu nyange. Unasema huyu ndio mlimsemaga mzuri, au kuna mwingine? So wewe wenye uhakika ni huyu? Mbona wewe aisee, zuni bombo eh, e, balaa acha. Aya, mngesema mbona kule ni malaika, huku ni sura ya Yuda e. Huku ni malaika, kule ni malaika, huku ni sura ya Yuda. Mkisema kumbe, kabatu tena bora zuu bila filter, mzuri wewe, ni kama kazee sina. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.